Karibu. Nataka tujifunze mafundisho mafupi leo hapa. Moyo mzuri usiokuwa na neno la Mungu huishia kuwa nyumba ya pepo. Moyo mzuri usiokuwa na neno la Mungu huishia kuwa nyumba ya pepo. Kwa hiyo, kama unataka kuulinda moyo wako usiwe nyumba ya pepo, anza kulijaza neno la Mungu kwa wingi ndani yako. Jaza neno la Mungu kwa wingi ndani yako. Mashetani au mapepo utafuta mahali pasipo na kitu na ukaa hapo, hasa ndani ya moyo wa mwanadamu. Kama wewe hutaki kuwa nyumba ya pepo, acha uvivu, lijaze neno la Mungu kwa wingi ndani yako, nawe utakuwa salama